Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo duniani, insha Allahu taala tunakutana tena katika darsa zetu fupifupi tunazoelekezana na kufundishana mambo muhimu kabisa yatakayotusaidia katika kujikwamua juu ya shida mbalimbali, dhiki mbali mbalimbali, mitihani mbalimbali tunayokumbana nayo katika jamii yetu tuliyokuwa nayo. Hivi sasa, ndugu yangu mpenzi unayenitazama, inawezekana ya kuwa shida zimekuandama, dhiki imekuandama, mitihani imekuandama hadi kufika hatua ya kukata tamaa maskini. Umeshangaika kila kona, umeenda mashariki, umerudi magharibi, umekwenda kusini, umerudi kaskazini lakini bado hauoni msaada unaopata dhidi ya matatizo yako yanayokusibu yanayokuandama katika eh, maisha yako, hali inayokupelekea wakati wote maskini, hata wakati unatembea machozi ina kumwagika, usiku haulali maskini, unalia kwa mitihani inayokukumba ina hatimaye mpaka unakata tamaa na kuweza kudhania labda, ama Mwenyezi Mungu hanioni juu ya matatizo ninayopitia. Ina maana Mwenyezi Mungu haoni dhiki na shida ninazozipitia? Mbona namuomba sana lakini hajanijibu? Mbona namlilia sana ye eh, lakini bado mambo yanaelekea kuwa ni magumu? Ndugu yangu Muislamu, kumbuka, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la taakhudhuhu sinatun wala naum, Mwenyezi Mungu hasahau halali wala hasinzii. Allah anakuona, Allah anajua shida zako, Allah anajua mitihani yako. Mwenyezi Mungu ameumba viumbe wema katika ulimwengu, lakini pia vilevile akawaumba vile viumbe waovu. Hawa waovu kazi yao ni kuwashambulia wale watu wema juu ya ule wema wanaotenda, juu ya ule uzuri waliokuwa nao, wakaonea hasad wakawafanyia vijicho wakawafanyia vifungo vya kichawi na wakawafanyia mambo mengine ambayo ni mambo mabaya kabisa, hata kuyaelezea ama kuyasikia. Lakini mimi ninakwambia, la taqnatu min rahmatillah, usije ukakata tamaa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, mitihani unayopitia, matatizo unayopitia, mabalaa yanayokuandama, hiyo ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Hakuna binadamu atakayeishi alafu asipate mitihani katika ulimwengu huu. Inaweza kuwa tu muda wa kukuondoshea ule, Allah akawa hajaupanga muda ule, lakini Allah anapoupanga ule muda, matatizo yako si kitu, ndugu yangu, mitihani yako si kitu, isipokuwa watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, endelea kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na Allah atakusaidia ndugu yangu, Allah hawezi kukuacha. wa man yatawakkal ala llahi fahuwa hasbu, yoyote atakayemcha Mwenyezi Mungu akamtegemea Allah subhanahu wa taala, basi Allah subhanahu wa taala atamtosha. Aya nyingine Allah subhanahu wa taala ta anasema, waman yatawakkal ala llahi E, waman wa, wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ukimcha mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mungu atakupa njia za kutokea. Inawezekana njia zote namna ya kutokea huzioni, umejaribu biashara hii haijaenda, umejaribu hiki kimekufa, umeshika hili, kila unalolishika maskini linaanguka, lakini jua ukimcha mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Allah atakupa njia ya kutokea, matatizo yako, shida zako, mitihani yako itakuwa ni yenye kuisha. Usikate tamaa ndugu yangu, vyovyote vile itakavyokuwa. Sikiliza, Mungu anasema, innahu la yayas min rauhi llahi ila alqaumil kafirin. Kwa hakika hali ilivyo hakati tamaa, ama hawakati tamaa ila watu waliokufuru. Waliokufuru baba yangu ndio wanaokata tamaa, lakini mwislamu hutakiwi kukata tamaa vyovyote vile itakavyokuwa. Mwislamu anatakiwa upambane sawasawa, ufunge kibwebwe vizuri, tegemea kwa mwenyezi Mungu, alafu utamwona Allah subhanahu wa taala yuko mbele yako, atakuondoshea mitihani yako, atakuondoshea dhiki zako hata kuondoshia shida zako na utakuwa ni mwenye kustareheka katika dunia hii biidhnillahi alkarim. Ndugu yangu, leo kama nilivyokuwa nimewaambia nakusudia niwapeni maajabu ya aya ya thelathini na tisa inayopatikana katika Suratul Kahfi. Aya hii ni tiba kiboko kabisa katika maradhi yote yanayotokana na, na hasad maradhi yoyote ya yanayotokana na hasad, tiba kiboko kabisa ya maradhi hayo ni hii aya ya 39 inayopatikana katika suratu al alkahfi. Sikiliza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wanunazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lilmuminin, na tunateremsha kutokana na hii Qurani kile ambacho ni shifaa ponyo, na rehma kwa waumini. Ndugu yangu, Qurani ni ponyo. Hakuna ugonjwa ambao hautibiwi na Qurani. Hakuna ugonjwa ambao hauponi kwa Qurani. Qurani ni tiba ya kila maradhi. Ndugu yangu, kikubwa ni imani na yakini, wengi wetu imani zetu ni ndogo, yakini zetu ni ndogo, ndiyo jambo ambalo linalopelekea wakati mwingine hata tusijibiwe maombi ya yale tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Sasa leo nataka nikufundishe kuwa sura ya 39 katika suratu Alkahfi inatibu maradhi ya kijicho kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Vipi ufanye uzuri? Huwa ninapenda kukufahamisha, ikiwa wewe ndio mwenye matatizo ukiwa haya matatizo yanakuhusu wewe, hem, jaribu hii njia, akufanyie mtu mwingine. Una shekhe wako, ama hata kama una mtoto wako nyumbani anajua kusoma Qurani mpe yeye ya kufanyia haya. Nitakayokuelezea hapa ni mambo mepesi yanawezekana, alafu kisha baada ya kufanyiwa wewe uende kutumia, utaona maajabu makubwa makubwa makubwa sana. Kuna watu wanajiuliza kwa nini nisifanye mimi mwenyewe mpaka nitafute mtu mwingine anifanyie? Ndugu yangu, kuna uchawi unaitwa uchawi wa chale tochi ukifanyiwa uchawi wa chale tochi ndugu yangu, hii vitu ukifanya we mwenyewe inaharibika. Alafu kumbuka kabisa, sheitan ana kawaida kumwekea mtu kimvuli mbele yake nyuma yake kushotoni kwake kuliani kwake. Madawa mengi yanayouzwa katika maduka ya madawa yanakuwa hayajafanyiwa kisomo. Kwa hiyo dawa ile anapokupimia akakupa pale pale, kimvuli cha sheitani kinaweza kwenda kuiathiri ile dawa, na ile dawa ukafika nayo nyumbani hata ukaisomea isikusaidie. That's why tunasema akufanyie mtu mwingine utaona faida yake na utaona matokeo yake yaliyokuwa makubwa makubwa sana. Sasa nini ufanye? Kwa wale ndugu zangu ambao mna maradhi ya hasadi, ukisikia hasadi, hasadi maana yake ni tamani zawali neema ani lmahsudi, ni mtu kuingiwa na roho ya kutu, roho ya chuki, kutamani neema uliyokuwa nayo ikuondoke. Ndugu yangu mwislamu, kuna watu ambao Allah alishawajalia maskini wakawa na neema zile, neema zikawaondoka zikawakimbia. Na kuna watu wanajitahidi kupambana kufikia njia za mafanikio, lakini kila wanapokaribia maskini, wanajikuta wanaanguka, wanaporomoka, wanarudi katika hali ya chini. Mipango unayopanga hauendi, ni hasadi hiyo. Unalolishika haliendi sawa, hasadi hiyo. Ndugu yangu, kila unalolifanya Asilimia kwa asilimia kubwa hasadi pamoja na kijicho ndio vitu ambavyo vinatoathiri watu wengi wa zama hizi. Haya kayasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wasallama pale aliposema aktharu man yamutu ma, ma, min ummati, wengi watakaokufa katika umma wangu huu, umauti kwa kufika ukafa kibiashara ukafa kikazi ukafa kimaendeleo vifo vingi na majanga yatakayowakuta watu katika zama hizi baada qadhaa illahi wa qadarihi bil aini, baada ya mipango ya mwenyezi Mungu na, na kudura zake Allah, watakufa kwa kijicho hasadi. Vijicho vitawaua wengi, biashara za wengi zinakufa kwa vijicho, afya za watu wengi zinakufa kwa vijicho, watu wanapata mitihani mingi na mabalaa, ndoa kuachika zinakufa kwa hasadi pamoja pamoja na vijicho. Kwa hiyo haya mambo ni katika mambo ambayo yanapelekea kwa kiasi kikubwa sana watu kupata athari mbalimbali mbali, katika ulimwengu huu tuliokuwa nao sasa hivi. Wewe ni shahidi ndugu yangu, ukiwachukua watu mia moja ukawaweka pale, alafu uwapime nani katika wale watu mia moja anafurahia maendeleo yako. Ninakuapia ndugu yangu, unaweza usipate hata mmoja katika watu mia moja ambao wanafurahia maendeleo yako. Mara ngapi kuna kesi unasikia mtu na ndugu yake wa kuzaliwa baba moja mama moja, ndugu anamfanyia uhasidi chuki ndugu yake mwenzake asiweze kufanikiwa katika mambo yake. Ngara ngapi utasikia huyu anamfanyia subhanallah, fala haula wala quwwata illa billahi alali alazim. Watu wa karibu, rafiki, jamaa, ndugu, hasidi wako hatoki mbali ndugu yangu kijicho inayokupata haitoki mbali, ni katika wale wanaoona harakati zako, ni wale ambao wanaona juhudi zako, mafanikio yao, roho inawakunja, roho inawakunjama, hatimaye wanaweka roho ya kutu pale, unajikuta unaathirika moja kwa moja. Enyi mahasidi enyi wenye vijicho, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema iyakum walhasad, jiepusheni sana na wingi wa husda. Fa inna lhasada yaakulu lhasanat, hakika ya husda inakula mambo mema, kama taakulu lnaru lkhataba, kama vile ambavyo moto unavyokula kuni. mm. Sasa ndugu yangu, dawa hizi, acha mtu akufanyie hata kununua wewe, mimi sikushauri muelekeze. Mtu haya atakayokuelekeza, hapa yeye akutafutie, akufanyie, alafu utumia, utakuja kuniambia insha Allahu taala biidhni rabbil alamina. Fanya mtu mwingine akufanyie haya yote, afu wakuletee kwa idhini yake Allah subhanahu wa taala, utaona. Sababu kuna watu ambao wameshapigwa chale tochi. Chale tochi, mtu ukipigwa, mchawi anaelewa kila hatua zako unazozifanya. Leo umeenda kwa shekhe huyu kule, wanapata signal wanaku block moja kwa moja. Leo umekwenda huku kutafuta msaada, maskini. Ndio maana watu wengi wanazunguka katika viringe mbalimbali mbali. kutafuta msaada wa kupona, hawaponi wameshapigwa chale tochi, kila wanapokwenda wanaonekana, wanaonekana maskini ya Mungu, kila wanachojitahidi wanaonekana. Mara ngapi unapokea kesi, mtu anakuambia shekhe, yani mpaka nimekata tamaa, sijui shekhe gani ambaye ni, ni, ni ambaye mimi sijakwenda. Nimekwenda kwa mashehe wa Tanzania, mashehe wa Mombasa, nimekwenda mashehe siwi wa, wa Uganda, lakini bado mambo ni magumu, bado mambo mambo ni mazito. Wakati mwingine wachawi wanakuwekea uchawi wa chale tochi, wanaelewa kila unachokifanya na kila unalolikusudia, na kuna watu wamefungwa vivuli vyao watu wanaishi lakini muda mrefu kabisa walishazikwa katika makaburi yao, maskini. Ndio maana mtu anajitahidi anapambana katika ulimwengu, lakini kumbe alishazikwa muda mrefu makaburini. Wangapi mtu zinachukuliwa athari zake, wachawi wanakwenda makaburini wanamzika pale, kwa kutumia labda aidha mnyama paka au kitu kingine. Mungu, huyu tunamzika hapa, ikiwa huyu paka atafufuka katika hii kaburi aje tena kufanya mambo na afanikiwe, basi na fulani bini fulani yaamke mambo yake yaamke na yaende. Lakini ikiwa huyu paka tunamzika hapa, atalala moja kwa moja na fulani bini fulani, kila kitu chake mambo yake yalale, yasiamke. Yes, ya moja kwa moja. Uchawi huu Mungu akiwakubalia, baba yangu, utabaki unashangaa namna ambavyo mambo yatakavyokuwa naharibika, namna ambavyo ukianzisha kitu kinakufa, unabaki unajishangaa, kila unalolishika haliendi, ndugu yangu lakini insha allahu taala leo biidhni rabbil alamina, Suratul Kahfi thelathini na tisa aya nambari, kaitumie vyema katika mfumo huu nitakaokuambia, biidhni llahi alkarimu utaona maajabu makubwa sana. Sasa nini unachotakiwa kufanya? Tafuta mafuta ya aina tatu, nisikilize vizuri ndugu yangu, kama wewe ni muhanga wa haya, tafuta mafuta ya aina tatu, tafuta mafuta ya zaituni, zaiti zaituni, haya ni maarufu olive oil, wengi mnayajua. Tafuta mafuta ya zaituni. Baada ya mafuta ya zaituni, tafuta mafuta ya mkunazi. Mafuta ya zaituni, mafuta ya mkunazi, alafu tafuta na mafuta ya kafuru white. Wengi mnaita karafumaiti, sawa eh, karafumaiti, tafuta mafuta yake. Hivi vitu vitatu, mafuta ya zaituni mafuta ya mkunazi na mafuta ya kafur white au karafuu maiti, kama mnavyo mnavyoita haya mafuta. Aina tatu yakishapatikana, yanatakiwa yachanganywe. Sikushauri ununue wewe, tafuta mtu unayemjua unayemwamini akununulie hivi vitu, wewe usiguse kabisa. Wekije kitu pale, kimeshatengenezwa kimeshatulia, utaona maajabu yake insha Allahu taala. Sasa haya mafuta aina tatu yakishapatikana, haya ndugu yangu, yanachanganywa, alafu tafuta dawa hizi tafuta dawa hizi, nisikilize vizuri. Tafuta msaka uchawi, ni dawa maarufu, ipo inapatikana. Tafuta msaka uchawi, ni dawa maarufu. Tafuta muosha fedha, ni dawa maarufu. Tafuta haltiti, ni dawa maarufu. Tafuta na kidonge kimoja cha karafuu maiti au kafuru waiti. Sawa, hizi dawa nne: msaka uchawi, muosha fedha, haltiti na karafuu maiti. Tafuta hivi vitu vichanganywe kwa pamoja vitakapokuwa vimechanganywa kwa pamoja pamoja na yale mafuta sasa, nisikilize. Hapa ndipo pa muhimu zaidi, pa kuweza kutumia hii aya ya 39 katika Suratul Kahf. Ataweka pale kama ni shekhe au kama ni mtu yeyote ambaye umemwamini, anaweza akakufanyia haya, alafu ataisomea hii aya kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, mara mia saba na kumi na saba. Narudia tena, mara mia saba na kumi na saba. Aya inasemaje?

Kafungua Suratul Kahfi aya nambari e, 39 utakutana na aya hii inayosema walaula izdakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Sasa hii aya anaisoma mara mia saba na kumi na saba, mara mia saba na kumi na saba, katika yale mafuta na katika zile dawa, hali ya kuwa ameziweka sehemu moja sasa katika hii aya kuna kipande kinasema, masha Allah la quwwata illa billah, masha Allah la quwwata illa billah. Sasa hichi kipande anatakiwa tena akirudie mara arobaini na moja.

Wa bariki ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amsalie mtume mara mia moja. Alafu wakupe hivi vitu utumie. Ndugu yangu Mwislam, weka imani, weka yaqini ya Allah subhanahu wataala, kuwa ya rab, unayeponesha ni wewe, lakini hizi ni asbabu ya dawa. Wallahi ndugu yangu Mwislam, na kwa pia kama una hasadi, una kijicho una vifungo vya uchawi umechukuliwa siu kimvuli chako, una chale tochi umechanjwa na wachawi usiku, wallahi utaona maajabu makubwa sana, na ndio hapo utakapojua utukufu wa Qur'ani, na ndio hapo ndipo utakapoamini kuwa kweli. Subhanallah, wakati mwingine katika kwenda kujipambania kufanya matibabu huwa kuna makosa tunafanya, na utaamini kweli Qur'ani ni shifa. Mungu asemi uongo, hawezi kuishi Qur'ani akasema shifa alafu ikawa si kweli Allah subhanahu wataala hasemi uongo. Baada ya kuwa umeletewa sasa ule mzigo, huu hapa tayari, aidha ni shekhi amekufanyia, ama ni ndugu yako akakufanyia, mtoto wako amekufanyia, imekamilika ile mzigo. Vipi sasa unaweza ukatumia hii katika kujiondoshia matatizo na mitihani ya hasadi, mitihani ya kijicho, mitihani ya uchawi na mitihani mingine mbalimbali? Utatumia vipi? Kumbuka, hapo una yale mafuta yaliyochanganywa niliyoelezea, na una ile dawa za unga nilizozitaja nne, zile nilizozielezea. Sasa hizi dawa za unga inatumika katika matumizi ya kuogea. Hmm? Kuogea, kutakatisha mwili, kuondosha mwili na vijicho, kuondosha mwili na hasadi, kuondosha mwili na mabalaa mbalimbali, manuksi na mamikosi yaliyokuandama, kwa idhini ya Allah subhanahu wa taala na baraka za Qurani, dawa hii inakuwa ni mujarrad sana. Hii inafungua mpaka zile chale tochi ulizofungwa. Wale ndugu zangu ambao wamefungwa chale tochi, wamepigwa chale tochi na wachawi, hii inafungua kwa idhini ya Allah subhanahu wa taala. Sasa ile dawa unachukua kidogo, unatia katika ndoo ya maji ya kuoga, asubuhi na jioni unaogea maji yale lakini usisahau kuwa haya mafuta yao utakuwa unayatumia katika kupaka, unapokuwa umemaliza kuoga. Ile maji usijifute na taulo, unaiacha vile vile ile maji, alafu unapaka mafuta hali ya kuwa una yale yale maji katika mwili wako, unapaka yale mafuta asubuhi na jioni. Ninaamini kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaona maajabu yake. Namuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala yeyote yule atakayefanyiwa jambo hili, basi Allah subhanahu wataala awe ni mwenye kumkubalia na awe ni mwenye kumpokelea kwa idhini yake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Naomba Allah subhanahu wa wataala atujalie min alladhina istami'una alqaula fatabi'una ahsana. Allah, tunamuomba atujalie afya zetu ziwe bora, atukinge na mahasidi wenye vijicho, wachawi, na viumbe wengine wa waovu. Tukutane tena katika darasa nyingine, ni mimi ndugu yenu Sheikh Omar Al-Basary.